Imani ni zaidi ya neno, sio neno la kawaida na halina maana ya kawaida. Imani ni nguvu ya ndani inayotufanya tuamini katika mambo tusiyoweza kuyaona kwa macho ya kawaida, lakini tunayashikilia kwa hakika mioyoni mwetu. Imani ni daraja kati ya hali tuliyonayo sasa hivi na tumaini la kesho tunalolitazamia kufikia katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza Biblia inasema kabisa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hii ina maana kuwa imani si tu fikra ya mtu, bali ni hali ya moyo inayotuunganisha na ahadi za Mungu hata pale tunapopitia katika wakati mgumu. Kwa mantiki hiyo, imani ni uamuzi wa moyo, ni kuamini hata pale ambapo hakuna dalili. Ni kusema Mungu bado ana mpango, hata unapodhani kwamba mambo ni magumu, na hata pale unapolia katika giza ukiwa peke yako. Imani ni kupumua matumaini katikati ya mashaka, ni kuchagua, ni chagua la kurudia kuamini hata baada ya kukatishwa tamaa. Ni nguzo inayoshikilia moyo usianguke hata dunia ikitetemeka. Bila imani, tumaini hunyauka na maisha hupoteza mwelekeo. Imani ni mwanga unaong'aa ndani ya roho ya mwanadamu. Inatuwezesha kusimama imara hata pale dunia inapoyumba yumba chini ya miguu yetu. Haionyeshi kila kitu mara moja, bali huonyesha hatua ya kwanza ni kama taa katikati ya giza nene. Haionyeshi kila kitu kwa mara moja, bali huonyesha hatua ya kwanza ili kuendelea kuamini kwa kila hatua tunazopiga kuendelea mbele. Wakati mwingine Mungu hatuonyeshi ramani yote, anatupa mwanga wa hatua ya kwanza, kisha anatuita tusonge mbele kwa ujasiri, tukijua yeye yuko hatua ya pili nyuma yetu. Imani ni kuendelea kutembea bila kuona mwisho, ni kutabasamu ukiwa na machozi. Imani ni kusema nitajaribu tena hata baada ya kushindwa jana. Ndipo unajua kuwa imani haishi mdomoni, inaanzia rohoni mwa mtu. Imani ni sauti ya Mungu inayonong'ona ndani yetu, ikisema, endelea kusonga mbele hata kama huoni njia. Hata kama hili ni gumu, imani hutufanya kuona uwezekano pale wengine wanapoona ukomo. Imani hai haiwezi kukaa kimya, haikai tu kwenye sala, inajidhihirisha kwenye matendo. Yakobo aliandika akasema, imani bila matendo imekufa. Kuamini bila kufanya lolote ni kama kupanda mbegu halafu simwagilie maji Haitakuwa, mbegu hiyo itadhoofika. Imani inahitaji ujasiri wa kutenda hata bila uhakika wa matokeo ambayo yatatokana na imani hiyo. Nuhu alijenga safina kabla ya kuona hata toni moja la mvua, lakini mwishowe mvua ilinyesha na meli ikasimama. Petro alitembea juu ya maji kabla hajajua maji yatambeba au yatamwacha au atatembea juu ya tamuacha maji kama alivyomwona Yesu akitembea. Mungu hushughulika na wale wanaochukua hatua, wale sio wale wanaosubiria uhakika wa kuanza kutembea. Wakati imani inapokuambia uamini neno la Yesu, hapo ndipo imani inageuka kuwa ushuhuda unaoishi. Wakati unaomboleza lakini bado unasema, Bwana sifiwe, Mungu anajenga tabia ya imani ndani yako. Imani ni nguvu ya kimya, haipigi kelele lakini inashinda vita kila siku. Wakati mwingine Mungu huruhusu tufanyiwe majaribu, si kwa sababu ametusahau bali ni kutufundisha kumtegemea zaidi. Kama dhahabu inavyopitishwa kwenye moto, ndipo inang'aa ikisafishwa na moto, vivyo hivyo imani nayo huimarishwa kupitia matatizo mbalimbali mbali, au kupitia ubatizo wa moto. Wakati unaomba na huoni majibu, imani inafundisha kustahimili wakati huna chochote ila bado unashukuru. Imani inakuwa na kuwa imara, na pale unapoamua kuendelea kuamini hata baada ya kukatishwa tamaa, ndipo unagusa moyo wa Mungu na Mungu anatenda zaidi. Mimi ni kuombe usiache kuamini hata kama dunia inacheka juu ya ndoto zako, we usiache kuamini. Imani yako inaweza kuwa ndogo kama chembe ya haradali, lakini Yesu alisema inaweza kuhamisha hata milima, ukahamisha mlima mkubwa kwa sababu ya imani ndogo. Kila jaribu ulilo nalo sasa ni ushahidi kwamba Mungu bado anakufanyia kazi. Endelea kuamini, hata kama machozi yanatiririka, kwa sababu nyuma ya kila chozi lako kuna mbegu ya ushindi ndani yako. Jaribu tena, amini tena, songa tena. Mungu hafanyi kazi kwa kasi ya mwanadamu, lakini kila kitu kitafika kwa wakati wa kwake ye mwenyewe. Kumbuka, imani haioni mwisho wa njia, bali inaona Mungu aliye mwisho wa kila kitu. Mimi nikushukuru kwa kuangalia episodi ya kwanza ya podcast yetu ya nguvu ya imani. Chukua dakika chache leo, tafakari jambo moja tu ambalo Mungu anakuita kuliamini tena. Andika chini, liandike hilo jambo, omba, chukua hatua ndogo sana, kwa sababu kila hatua ya imani inakupeleka karibu zaidi na kusudi lako. Mungu akubariki. Ni kuombe usisahau kulike video zetu, ikiwezekana mtumie share kwa rafiki yako aweze kujifunza na yeye. Nakukaribisha sana katika podcast itakayofuata, ambapo tutakuwa tunaongelea nguvu ya imani katika maisha ya kila siku.